Kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pombe John Magufuli amesema wale waliokuja kunisalimia mimi ni wasaliti. Waliokuja kunisalimia mimi sio wabunge tu, wamekuja maaskofu, wamekuja wachungaji na mapadri wa kanisa Katoliki, wamekuja wachungaji Waluteri, Waangalikano, wamekuja mashehe, wamekuja Sheponda. Sasa na kanisa limefanya usaliti na msikiti umefanya usaliti. Unapomsalimia mtu wakati wa taabu na ziki ni jambo la thawabu mbele za Mwenyezi Mungu. Nimeshangaa na, na kusikitishwa sana kwamba wabunge wa vyama vya upinzani hawapaswi kuwa na ushirika na wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Lakini nashangaa zaidi kwamba dhambi hii itakapokomaa tutaanza kuongea habari ya ukabila. Naona hii siku moja itakaribia watu kusema kuanza kuongea habari ya ukanda ukabila, pamoja na udini, kama leo tumeanza kusema kwamba aliyekwenda kusalimiwa magereza kwa sababu tu ni mpinzani, kwamba wale wabunge wa CCM waliokuwa wamepanga mpango huo na waliokwenda ni wasaliti. Rais Magufuli alikuja kumzika, alikuja kwenye, kwenye msiba wa Christina Lissu, dada yake na Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo mwili wa marehemu tuliuagia pale Karimjee sasa na yeye Mheshimiwa Rais alisaliti chama chake kuja kwenye mazishi. Mimi nimwambie tu Mheshimiwa Rais, siasa sio uadui, na pengine ningekuwa mwoga sana kusema maneno haya, kwa sababu siku hizi haijulikani maneno yapi ni uchochezi na maneno yapi si uchochezi. na mimi nimekuja tu Dar es Salaam kidogo kuja kusalimia ndugu jamaa na marafiki na familia yangu. Ningependa kuwa na, na, na relief sana. Ni kauli ni kauli inayopaswa kupigwa vita na viongozi wa dini, ni kauli inayopaswa kupigwa vita na taasisi mbalimbali zinazojua maana ya utu na haki, na kwamba natarajia Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatoa kauli dhidi ya kauli hii, vinginevyo wabunge wataacha kuongea, wabunge wataacha kujadili mambo ya msingi kwa sababu ya vyama vyao. Lakini Rais ameenda mbali, amesema yule mbunge aliyemgawia dakika tano mbunge wa upinzani naye ni msaliti. Ndugu zangu, bungeni, mnapokuwa bungeni mnashiriki mijadala ya kupigania taifa. Sasa kama hivi ndio muhimu na kama hivi ndio lazima na hivi ndio muhimu sana, ni bora, ningeishauri Chama cha Mapinduzi kwa sababu kina wabunge wengi, kikaletwa mswada maalumu ndani ya bunge wafute sheria ya uwepo wa vyama vya upinzani. Lakini kauli ya rais iliyoonesha ubaguzi na chuki kwa kiwango hiki inapaswa kukemewa kwa nguvu zote na kila mtu mwenye akili timamu. Vinginevyo, huko tunakoenda tutaanza kuongea habari ya ukabila, tutaanza kuongea habari ya Wachaga dhidi ya Wasukuma, habari ya Wahaya dhidi ya Wazaramu. Ni kauli iliyojaa ubaguzi, ni kauli iliyojaa nia mbaya. Na mimi nashangaa, nashangaa. Mdogo wangu ana mchumba anayetokana na wazazi ambao ni wanachama wa chama cha Mapinduzi. Sasa rais anasemaje? Nikakae kikao cha ukoo na ndugu zangu tuseme kwamba mdogo wangu hawezi kuoa huko kwa sababu mdogo, rais ameshasema kwamba ameshatangaza uadui kati ya wabunge wa upinzani na wabunge wa, wa na wabunge wa chama tawala. Niwaombe waheshimiwa wabunge wale waliokuja kunitembelea, viongozi wote wakuu wale waliokuja kunitembelea, niwaombe sana wasijisikie vibaya na kauli hii kwani walifanya jambo la sawabu na jambo la, jambo la muhimu mbele za Mungu. Tena kwa wale Wakristo wanafahamu kwamba Biblia imenena unapoenda kumsalimia mtu, unapoenda kumsalimia mtu gerezani ni kama unakwenda kuchuma sawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameamrisha katika kitabu cha Wakristo kwamba nendeni magereza mkaone wafungwa mkaone na mahabusu. Kwa mimi nimesikitika sana kwamba leo tunatenganishwa na rais, leo tunatengenezewa chuki ya vyama na rais, wala sio mtu wa kawaida, mtu mdogo. Unafikiri huko chini makatibu wa kata wa CCM zidi ya makatibu wa kata wa vyama vya upinzani wakichukulia hii kauli seriously, nchi itakuwaje? Ni matumaini wangu nitasikia Bakwata wakiongea, nitasikia Katoliki wakiongea. Ni matumaini yangu nitasikia Lutheran wakipiga kelele, Anglikani wakipiga kelele, Pentecoste wakipiga kelele. Ni matumaini wangu nitasikia taasisi mbalimbali zinazopigania haki na ustawi wa taifa hili zikipiga kelele. Ni matumaini yangu nitamsikia spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania akipiga kelele juu ya kauli hii ambayo imeleta utengano mbaya sana huko tunakoenda. Kama hii kauli itatiliwa maanani, maana yake ni kwamba wabunge hawatasaidiana, wabunge hawatasaidiana katika ziki na katika raha. Mimi nilikuwa katika ziki, Mheshimiwa Rais, nilitarajia hata wewe uingilie kesi yangu ujue kwa nini nimepewa dhamana lakini nimenyimwa masharti ya dhamana, lakini badala yake umelaumu waliokuja kunitembelea. Waliokuja kunitembelea Mheshimiwa Rais ni wengi kweli. Yani, waliokuja kunitembelea Mheshimiwa Rais, kama ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi ni wasaliti, basi ni robo tatu wa bunge la Chama cha Mapinduzi wamesaliti chama chako. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi waliokuja kunitembelea ni wengi kweli, Mheshimiwa Rais, wala nikisema ni wataje kaunta buku haitatosha, ni wengi na walikuja kwa nia njema, walikuja kwa utu wema, wakijua mazira alionifika siku moja yanaweza yakawafika wao. Kwa hiyo mheshimiwa rais, ni kuombe sana, kauli yako hiyo italigawa taifa, imeligawa taifa na imeleta uchungu miongoni mwetu, na kwa sababu tunatoa kauli hizi za kukaripia na kuonya na kusema kwamba ni kauli za kichochezi ambazo kama nchi hii ingekuwa inaheshimu utawala wa demokrasia, ingekuwa na mahakama huru Kauli hii ilipaswa kuojiwa katika mahakama zetu. Nawashukuru sana.